Lakini wewe ukiangalia eh, mafanikio ya Clam Vevo na mafanikio ya Steve Mweusi hmm, nani kamzidi mwenzake? Na imani kabisa, kwa mfano kama Steve Mweusi e, na naishi naye ukubuza, eh Clam ana Range ana Alfa, Steve ana Mazda, kwa sababu mwenyewe unapima hapo eh, kwa sababu mwenyewe unapima hapo. Mimi nawajua wasanii eh, msanii hawana kitu akashinda wa kuonyesha wewe. <laughs> Unawajua, unasikia <na> <laughs> Eh, <laughs> mfano, Donta Donta kaenda kasafiri, kaenda kwao Tabola huko, kila picha anapiga ana, ana, ana, ana, picha hivi na gari lake huo. <laughs> <laughs> ni mfano mdogo tu, kila picha nyema, mara kafungua mlango papa ametokelezea hivyo. Kwa anayefanya sifa yeye anaona ni sahihi <laughs> sawa kwa wewe unayetazama kwako kwa iwe sahihi siwe sahihi, lakini yeye ashafanya sifa. <laughs> E, wengine ah, zi, <laughs> ah, ndo nimemtajilisha vile. Usisahau kufuatilia PTV Tanzania mm. Mahali hapa ndio mahali pekee sana ambapo utakutana na stori za kufurahisha mm. Utakutana na stori za wasanii, stori za viongozi wa dini mbalimbali mm. na mambo mengi tu, subscribe PTV Tanzania, hakika hapa ni mahali sahihi ambapo hupasi kuangaika. Shout out. Bhailam, mm. Kama kawa habari. Kama kawa. za uswahilini ah, yeah. kazi zinaenda vizuri sana. Namshukuru. Na, na nikipita kwenye vibanda naona uko mzee unaunguruma tu, mimi eh, bana, kiukweli katika kazi ambayo ukipenda sana mtaani ni moyo kufanya, ukiondoa wakiweza, ukiondoa shetani, ukiondoa kuna movie moja inaitwa Jambazi, ukiondoa My Love Asma, nikibaka noma, ni e, e, e, e, hit sana mtaani. Ogopa watu, ogopa watu wanakuita wana lile jina la movie mm. na kuita jina lako lile Bailamu, na kuna wengine wao kukutana nao wakwambia <laughs> oh, da Bailamu, ile movie yako ile giza kama asmani ile noma, sio ndio? Ndio, ila watu wakuita Jina la kaya. Na na, ta, ni, hata watoto wadogo. hilo mara ya kwanza naandika, ni kwa sababu tulivyoingia tulianza kushoot episode 3 kipindi naandika nilikuwa naona story kali, na mimi mwenyewe tu nilikubali. Kwa hiyo nilipo, niliwaita wasanii, nakumbuka nilikaa nao kikao kama bana, tunaenda kufanya hii kazi lakini hii kazi naiona itatupeleka mbali mm. mimi kidogo Mwenyezi Mungu amenijalia kuona, kwa sababu hapo kwa kabla ya kuna kazi tulikuwa tunaifanya, niliwaambia hii tufanye tu huku na nini tu kuchangamsha tu na nini, lakini sio kazi ya kusema itatu itatupigisha tu hivyo labda tubahatishe, lakini maisha sio kubahatisha, maisha ni mipango pangilio. Bahati ipo na bahati sio kila mtu kwao niliyajua hayo ila, siku ya siku, sikujua kwa ukubwa huo Mwenyezi Mungu aliobariki. Unapoona wasanii wenzako kuanzia Steve Mweusi, Gramvevo, kama juzi tulivyoona, kila mtu anazungumza kwamba Steve, kwa mfano, kama Gramvevo alizungumza kwamba Steve Mweusi aonyeshe mjengo wake aonyeshe kitu chake anachokimiliki. Labda unavyoona mchuano kama huo wa majigambo nini ambacho na note we, kama Byron asa, unajua huwezi kuongelea binafsi ya mtu, sio naelewa. Yani, klamu ana binafsi yake na Steve naye ana binafsi yake. Kila mtu ana maisha yake, basi si unaelewa. Klamu anavyozungumza kwamba si hivi na hivi, na anaonyesha mali nini, mali zake kwa kwa watu, yeye ana mamlaka yake na mali zake, si unaelewa. Steve, naye anavyoongea hivi, mimi naishi naishi naye ni mali zake, kwa ana mamlaka yake na mali na mali zake, si unaelewa. Wengine wakina sisi sio watu wa hivyo, si unaelewa, na sio watu wa hivyo, hatuna <laughs> Mi nawajua wasanii eh, msanii awena kitu aashindwa wa kukuonyesha ho eh, eh. Nawajua nawasikia <laughs> eh, mfano Donta Donta kaenda kasafiri kaenda kwao Tabola uh. Kila picha ana, ana, ana, ana, anapiga picha ipo na gari lake. Huyo ni mfano mdogo tu, kila picha mara kafungua mlango papa ametokelezea, uh. eh, huyo ni Donta. Na mkoani, sijui unaelewa. Wasanii najua <laughs> wasanii <laughs> wanapenda sifa, yani sifa kuu ya msanii ni, sifa kuu ya msanii ni kupenda sifa. Unaona, ni sifa mbaya sifa ama ni nzuri? Hasa unajua sifa iko hivi, sawa, kwa anayefanya sifa e, anaona ni sahihi <laughs> Sa, kwa wewe unayetazama kwako kwa iwe sahihi siwe sahihi, lakini yeye ashafanya sifa <laughs> e. Ishu kwako sasa, mtazamaji, ni wewe utavyopokea. Wengine wanaona sawa da. E, kwa mfano kwa kuna mashabiki unajua, mashabiki nao wanapendaga kumwona msanii ameendelea wengine we, eh we. hey, wengine wanaona ah jamaa anatucholesha kwa hiyo lazima tunazompa zile ndo zile inaanza kumuuma <laughs> kwa hiyo hapa kuna makundi mawili kwamba hili bando langu hili bando langu lile ah kwa nimemtajilisha vile eh, sasa si unaangalia mwenyewe si kwa sana kuburudisha kaka wao <laughs> wanaofanya hivyo sawa wanaona kwao ni washafanya sifa washaona ni ni sawa si unaelewa eh hey, na wapokeaji nao kuna makundi mawili kuna wanaona wanaona ni sawa wanasherekea eh yeah. si unaelewa kuna wengine wanaona wanaona jawe oh. Kwa mfano kama Baba Joani naye aliingilia hilo sakata ambao mimi umenani sawa, kwamba sijui hivi na hivi na hivi na hivi. Niliona alifanya sijui interview sijui na nyundo sijui na nani. Basi ukienda pale kusoma comment wanamchamba mchamba Baba Joani, wewe <laughs> bwana nini wewe sijui, unanielewa? Kwa hiyo watu wanafurahia hmm. E. Hilo bato hilo bato unyama tu tena, mimi naona fresh ndo game inachangamka eh Okay. Mimi sijampata tu akubishana naye. Na wananiogopa. Eh? Hmm? Ujapata wabato wa naye. Wabato naye anaweza kubato na mimi. Tuna bato hapo tunaweka vitu adhalani hapo. Hmm? Eh, onyesha hiki na onyesha. <laughs> Eh, fanya hmm, hivi. Hmm. Hivi, akisa mimi nataka bato la kazi, ndio nzuri. Wewe nataka mweke bato la vitu gani? Bato la kazi, hmm, eh, sinema. Lakini wewe ukiangalia eh, mafanikio ya Kilamvevo na mafanikio ya Steve Mweusi. Nani kamzidi mwenzake? Na imani kabisa. Kwa mfano kama Steve Mweusi naishi naye, yuko buza eh, klamu ana Lenji ana, ana Alphard <laughs> Steve ana Mazda mm, kwa mm, hapo mwenyewe unaweza calculate hapo, sababu mwenyewe unapima hapo eh, tunawatu achie mashabiki au mambo yao, watu achie mashabiki, kwa sababu mimi naweza nika nika na wale wote mimi, eh, ndugu zangu eh, wote ndugu mimi, Steve ni brother zangu kabisa, kuna ushauri hivi na hivi, klamu ni mshikaji ndugu yangu, kwa kwa kwa ile ndika ndika kabisa. Mimi nikiwa na shida nikipiga simu moja tu anisaidia ah, kwa vevo na kwa vevo okay. Eh, kwa hiyo mimi nikiapa niki nani hapa, nitakuwa huku na haribu gari na huku na haribu gari, sababu wote nafanya nao kazi wote, na hivyo na Steve sokofanya naye kazi tu. Sometimes mimi natoka hapa naenda kwake, bwana, brother hivi, kwa anakaa ananishauri hivyo, kama mimi natoka hapa sokofanya naye kazi tunatoka, bwana, kuna hili na hili na hili na hili na ile, tunasaidiana, yaani ni ndugu Kwao, ya kwao. Hata kwao, na siku moja mimi nakaa na Klamu, nakaa na Steve, na, kwa na Steve mambo yetu tu, sasa usiani na unafiki. Sasa wengine hatunaga hayo mambo ya unafiki, na uweza fresh tu tena wanijuaga wasanii wengi saizi na makundi, japo tunaona makundi mengi yanavunjika au production za hapo na pale, mara si malipo madogo na nini, kwako ikoje? labda tu, labda msanii atake kuamua kuongea kwa bana, mimi pale atulipi sio hivi na hivi na hivi na hivi na hivi sio, unaelewa eh. Sometimes kuwalipa si walipi kweli, sawa, ila na, na, na kaa nao chini sawa, kwa sababu ni kampuni. Hakuna kampuni ambayo iteteleki kiuchumi, utaforce uanze kulipa watu wakati una hela kwao? unawaita unawaambia ukweli, sawa. afiche ya nini? Sio nofana nao kazi yao, wanaangalia kwamba kazi imeenda au haijaenda. Sasa kazi unajua YouTube watu wanashindwa kuelewa, watu hawajui YouTube. Sawa, YouTube iko hivi, kazi una, una, una, ina uwezo kazi kwa mfano kama Asumani Kibaka, imeenda sana mtaani kuliko YouTube. Na kwenye vibanda umizo, eh, vibanda umizo huko noma. Ila YouTube ndio inaanza kidogo sasa hivi, ndio inaanza kuleta leta matumaini ya kupata pata vijiela kidogo. Na sasa hata hivyo huko nyuma mmekopa kopa sana ili kazi iende. Unaelewa? Eh, kwa kidani unaanza kufix kwanza huko, mashimo yale. Alafu ndo uanze moja. Sawa. So, eh hey, kwa unaongea na wasanii bwana hapa, kutakuwa kuna nauli, mtakuwa mnakula. Sawa. So, eh hey, tuna uwezo wa kufanya kazi huko mbele, kikipatikana tuta tutakuwa tunafanya, tunapeana ile pesa ambayo tunapata. Usisahau kufuatilia PTV Tanzania. Mahali hapa ndio mahali pekee sana ambapo utakutana na stories za kufurahisha, utakutana na stories za wasanii. Stori za viongozi wa dini mbalimbali na mambo mengi tu. Subscribe PTV Tanzania. Hakika hapa ni mahali sahihi ambapo hupasi kuangaika kwenda sehemu nyingine. shout out